Halo, habari gani ndugu yangu? Salama sana ndugu. Eh, naongea na, na Bwana Daniel eh? Eh. Eh, Daniel ulitumwa ujumbe pale Radio Jambo. Ya. Yeah. Kwa ya patanisho. Eh. Na naona unasema ulikosana na mke wako ni mwezi uliopita eh? Eh, yeah, tulikosana naye mwezi wa mwezi wa tano. Mwezi wa tano. Eh. Na nini ilitokea? Ah, uh, mimi ndo nil, nil, nilifanya makosa. Eh kwa sababu mimi ndo nile, mtaf, mire, kuna msichana nilikuwa na mkatia ulikuwa. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> na msichana unamkatia, mkatia na umeoa? Nimeoa. saa Uh -huh. Mimi ndo nilifanya makosa, kwa sababu nilinilitaka nili, kutoka nje uh -huh. na sasa, kumbe huyu msichana ni best yake kumbe, uh alikuwa -huh. rafiki wake na mimi sijajua, mm. Sasa wakati nili najaribu kumkatia sasa a, kumbe anaongea na mimi na anamtumia bibi yangu message oh, anampatia ripoti e. uh -huh. Sasa akawa amejazika akawa ameuzika hmm. kapak na akaenda sasa. Wewe unafungua roho kwa rafiki ya, ya mke wako na hujui, na mimi sijui, au ukuwa unajua Sikujua although sikumtumia taxi alafu tu hmm, nilimuuliza to uko namna gani, alafu akaniuliza una- uko wapi una chat. Nikamwambia mm -hmm. niko niko kwa nyumba kwa kitanda yangu hmm. <laughs> <laughs> <Alafu>. <laughs> E, nikamwambia niko kwa kitanda yangu na niko peke yangu. Sasa from there yeye ya, ya, hajaweza kuchat tena akanyamaza hivyo. Haukumwambia kam baby kam? Ah, no sijamwambia kam. Mm, lakini si ulimwambia uko kwa kitando huko peke yako eh? Nilimwambia hivyo hivyo. Mm, na hakujibu, hakujibu. Alafu asubuhi yake nikamuuliza uh -huh. nikamuuliza asubuhi yake utaenda town saa ngapi? uh -huh zenye mimi kenye ni nitamtumia yeye anafuadia my wife bibi yako. Ehe, sasa hapo ndio nika sasa, na yeye anaona sasa uh, akani- akaniuliza uh, tu mm, kune unakwanga tu hivi mm, kamwambia aje kaniambi kumbe una akaongeongea ndio akafungua roho akaniambia message ni anani aya, kamwambia oh, pole my dear <coughs> <coughs> ukamwambia <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> pole, ulikuwa unajaribu tu, lakini haiko hako ameingia box. Eh, nikamwambia pole, nimeomba msamaha, naomba mm, tu nisamehe, sitarudia. Mm, nikamwambia, nikamwongelesha mu, nikamwambia, wewe, naomba tu nisamehe, usiende, kaa ka tulea watoto wetu, mm, kaa tulea watoto na tupiga hatua ya mbele kama kawaida, lakini akakataa kaenda zake. Akakataa na akaondoka kaenda. Okay, mmekuwa ume ukiongea tangu aende? Nimekuwa nikiongea na yeye anasemaje? Nimekuwa nikiongea na yeye, mara anasema atakuja, mara anasema hawezi kuja. Okay, na mmekaa kwa ndoa kwa muda gani? Nimekaa kwa ndoa miaka miaka sita. Miaka sita, na watoto wangapi? Kuna watoto wawili, mmoja ako ako middle. na mmoja alikuachia Eh, ma, m, ameacha huyo mwenye ako shule nakababa mwingine okay. Na una miaka mingapi wewe? Una miaka ishirini na, na nane na yeye ishirini na sita okay. Kwa hivyo ungependa leo tuweze kuwasaidia ili muweze kurudiana eh? Yeah. Aya, shikilia hapo kidogo, tunampigia simu haya, eh? Okay, mm -hmm. Kwa hivyo Bijaki, naomba ushike simu ile tuweze kuona vile tutaweza kuwasaidia hapa Radio Jambo muweze kurudiana. Halo, Jackie. Yeah, habari asubuhi. Nzuri. eh, unajua nani anakupigia simu? Sijui. Eh, naitwa Gidi. Yeah, nakupigia kutoka Radio Jambo. Simwahi kusikiza Radio Jambo? Yeah. eh, kwa hivyo unajua hata patanisho? Eh mume wako ametutumia SMS hapa Radio Jambo Uh -huh. Akituambia mlikosana last month, yeah. Na anasema makosa ilikuwa yake, yaani ulimpata akijaribu kutongoza rafiki yako, yeah. Na ilikukasirisha sana, ilikuwa hivyo eh? Mm. uli- ulim, eh, ulimtega ama rafiki yako ndiye? Ni rafiki yako alikwambia, ndiye alikwambia sasa akaniambia na akanionyesha hiyo yeah. message ni walikuwa, alikuwa na, na, e, mm. <sighs> yeah. wow, wow. na, na walikuwa anasema nini kwa hizo messages yee, yeah. mm. Alikuwa, alikuwa anamwambia mm -hmm. alimuuliza kwanza, huyo mchana alimuuliza mm. kwani uko kwa wapi sasa hivi una chat? mm -hmm. Akamwambia niko kwa bed peke yangu. mm -hmm. Sasa akamwambia, mm. msichana sasa alikuwa al, alikuwa anachat tu na yeye, ananiletea hiyo message Mhm. Sasa subuhi vile siku hiyo sasa, vile nimetoka mm -hmm. nikakuta nika message alikuwa amemtumia memtumia msichana mm. itwende town msichana mm -hmm. Akamwambia mimi sina pesa mm -hmm ya akamwambia, mm. Ati kwani unaweza kuwa na shida nikiwa sasa? mm. mi nikaona hakuna mali tunapeleka, nikatoka tu nikaenda. mm. Kwa hivyo ni kama hiyo siku alikuwa ameshapanga safari waende na huyu mwanadada town, yeah. na huyu mwanadada akakuwa mzuri sana akakupatia huu ujumbe wote na akakueleza kile ambacho kinaendelea eh. mm -hmm. Okay. Haya, yuko hapa kwa line licha haya yote, anasema angependa kuomba msamaha ndugu yangu. Bwana Daniel, umesikia <laughs> vile mke wako amejieleza. <laughs> Haya, <laughs> ongea kwa sauti, umwombe msamaha basi tusikie. Bwana Daniel, ongea kwa sauti tafadhali. Sa, nasema mm -hmm, nimekukosea mm -hmm, na ninaomba msam, naomba msamaha yako, naomba tu nisamehe, tafadhali. nimefanya hayo yote na ni shetani ndiye amenifanya nifanye hayo mambo. oh, shetani, shetani, kila siku ni shetani, maidia. kwani ushawahi nipata na mpango ingine yeyote ya kando? Hey, naomba msamaha yako, hakuna ingine nimewahipata. Unajua okay, so, wakati najaribu nje kufanya hivyo, unanishika zungumza, eh. Unajua nini? Mm. Yes, si mara ya kwanza, si mara ya kwanza. Ah, ah, kuna message walikuwa nikiwa uh, walikuwa nachana na nyumba sasa ya huyu mtoto mdogo walikuwa ana chat na msichana tukiwa naye kwa bed, msichana mwingine yeah y. Sasa wakati huo sikuwa na simu uh -huh. Nikaona tu ana chat uh -huh. Nikasema wacha tu nilale, jua hizi tu nipea saa hizi simu nikimwomba uh -huh. Nikalala, nikaamka saa nane uh -huh. Nikamwambia nisaidie na simu, nataka kutoka nje mm akaniambia wacha basini kuashie nini torch, mm. Nikamwambia leta najua kujiri, kunini kuasha mm. Sasa nikachukua kwa lazima nikatoka nje mm. Kutoka nje nikaona hizo mameseji wene walikuwa wanachat na huyo msichana mm. Sasa walikuwa anamwambia msichana, ati niko serious nitakuwa mi sina bibi Aya. Ah, sasa mm. Mi si, nikachukua tu hiyo namba hata sijamuuliza uh -huh. Nikachukua tu hiyo namba nika, asubuhi nikaenda kutafuta mm -hmm. Simu mm -hmm. Nikampigia huyo msichana nikamwambia tukutane mahali fulani kuna mm -hmm. kitu nataka kukuuliza, si msichana sasa akaogopa, ndio sasa nikamwambia kwa simu mm -hmm. Akaniambia pole siku anajua jia ameniambia hana bibi mm -hmm. Na alikuwa ananiambia alikuwa atanioa mm -hmm. Sasa kurudi na nilikuwa na mimba alinipa juu ya hiyo nikiwa na mimba akakuchapa. Yeah, wa okay, bwana Daniel, yes, wewe unaonekana we kwamba hii imekuwa si, huh? Mazoea ndugu yangu bana. Huh? Na unasema kila unapojaribu unapatikana. Bona bona, usiache ikiwa unapatikana hivi hivi ndugu yangu. Okay, gidi. Mhm. Ningependa tu kuomba msamaha kwa haya yote. Mhm. Uh -huh ningependa tu kwamba yeye msamaha kwa mambo yote yenye nimemfanyia. Ningependa tu nimwombe yeye msamaha mm, akuje tukae chini kama bwana na bibi. Lakini mnaweza mnaweza rudiana, alafu rudia tena, kwa sababu yee anaona ni kama imekuwa mazoea. Hiyo mara ya kwanza ukapatikana, hii mara nyingine pia umepatikana, ndugu yangu huh. Inaonekana hata we uju, ujuu kucheza huu mchezo wako wewe Si, si <laughs> <wendia>. <laughs> Gidi, Gidi, yes, Gidi unajua aunajua nini atena uh, kunichapa ananichapa alafu ananiambia ndakuchapa mpaka hata ati ni babako akuja akuchukua atiaenda akuchingia kama ujueji. Hii mambo ya kuchapa nayo tulisema atutaki uh, hata kidogo haitakikani, hata kidogo, hata ifai. Na wakati ingine nilienda nyumbani, alikuwa alikuwa ananiambia hata nikiku